Huku upande wa pili tunamwona bisinda akiwa iko bize yes. Um, na pisi yake akiwa anamwangalia mwanadada Sara ambaye alibatika kumpiga picha mamake, akamuliza ni nani, akasema mama, huyu ni Sara akiwa anatafuta nguo ya kuweza kwenda nayo chuo, akiwa anamalizia kuvaa viatu kwa ajili ya kuelekea chuo sasa. Huku tunamuona sala mara anajaribisha nguo hii, anaona ifai, anajaribisha nguo tofauti tofauti, ni anaozuni apate nguo ya kuendea nayo chuo. Huku ebisinde naye kiwa tayari ameshamaliza kuvaa, amejipulizia pafyumu, akasema ndo safari kwenda chuo imewadia. Sasa wakajikuta wote wamekutana katika maeneo ya college, tayari chuo ameshafika, kwa anapiga story mbili tatu kuhusiana na wao wenyewe. Sasa kibindi wao wapo chuo, huku upande wa pili tunamwona mamake bisinde ameenda direct kwa baba yake na Sara, akienda akiwa na shida yake, kumwambia bwana, nyumbani kwangu kuna bomba limesumbua, nataka uende ukanifiksie. Akasema ah, okay, poa. Baba yake na Sara akaenda hadi nyumbani uh, kwa mama ya Bisinde na kwenda kumrekebishia, lakini dhumuni halikuwa ni bomba kumbe mamake na Ebisinde alikuwa anampenda sana babake na Sara kimapenzi, lakini sasa alikuwa anatafuta target jinsi gani anaweza akamwambia, lakini babake na Sara hakuonesha uh, dalili yoyote kama anamtaka. Alivyomaliza kumfikisia bomba lake akamwa atoke zake aondoke zake nyumbani kwake. Na huku upande wa pili tunaona kwamba uh, Ebisinde na, na Sara maongezi yakawa hayakauki, lakini hapa kikubwa ikubwa alichokuwa wanacho discuss uh, wana ni jinsi gani wanaweza kwenda kutoroka kwenda uh, klabu. Kwamba ABC ndiye alikuwa alikuwa anampanga Sara siku moja watoroke waende klabu, lakini wakati huo huo mama yake ABC na baba yake Sara wapo wanacheza draft. Kumbuka hawa nao walikuwa na wana, wana, wana vinasaba vya kupendana. Sasa ile siku ya kwenda klabu ikawa imefika, je, watafanyaje sasa? Hapo tunamwona kwamba Sara akiwa anataka kutoroka kuelekea klabu na ameshafanikiwa kumtoroka baba yake na kuondoka nje na na huku nje, tayari, mara, na sasa, klabu, leo, kwenda kukutana na Ibisinde ili waweze kupo wapanacheza a anatumbuiza lakini kuimba kwa kutumia kwa msanii kuliwavutia mashabiki wengi akiwemo Sara pamoja na Ebisinde. Sasa, Ebisinde akamwambia Sara, hebu nenda kachukue foto moja, picha moja na msanii na wewe ili iwe kama kumbukumbu. Kweli Sara akatoka na pale, akaenda kwenye stage, akaenda akapiga selfie moja na um, yule msanii. Wakati kudu kufika ikabidi Ebisinde amsindikize Sara hadi karibu na kwao. Issue inakuja kwamba Ebisinde ana vitu vingi vya kumwambia Sara kwamba anampenda, lakini anajifikiria tanzaje, na kutokana na yale mazoea yanapelekea ndashindo kumtamkia jinsi gani anampenda. Sasa leo akaamua kuvunja ukimya. Bwana, kiukweli na kiwalisia, ni muda mrefu sana tumekaa tumeka, tukipiga story pamoja, lakini kiukweli nimetokea zaidi kukupenda, na sio leo tu, nilitamani kuongea kitu hiki kwa muda mrefu, lakini sikupata nafasi, so leo imekuwa ni kama sehemu pekee ya kuweza kuongea swala hili, lakini Sara hakuonesha kukubali wala kukataa. Haraka haraka kabidi arudi nyumbani kwao ni kwa njia ya kunyata ili babake asijue. Lakini kipindi ananyata babake akamstukia na kuanza kumwambia haya, niambie umetoka wapi usiku huu? Nimekaa hapa kwa muda mrefu na kusubiria wewe. Ulikuwa umekwenda wapi? Au kwa sababu nakaa na wewe mtoto wa kike, tunakaa wawili, na unaona kama siwezi kukudhibiti, unakufikia tu ya kunidharau, si ndio? Sasa Sara kile kitendo hakukipenda kwamba ni jinsi gani kila siku anakuwa ni mtu wa kuchunga chunga tu. Akaona cha msingi hapa, ngoja niunde trick ya kunifanyia mimi, nifanyeje niweze kuondoka. Lakini kipindi hicho akawa ana chat na Ibisinde, kuhusiana na jana jinsi alivyorudi kwamba baba yake ni jinsi gani alivomfokea. Sasa, tunaona kwamba baba yake, na uh, Sara, pamoja na mama yake Ibisinde wakawa wana safari wamepanda, wameandaa gari, wakawa wanataka kutoka. Lakini sasa kipindi wao wanatoka, Ibisinde Um, Sara akabidi ampigie simu Bisinde kwamba hapa nyumbani uh, wazazi wangu wameshaondoka. Kwa hiyo wewe njoo. Kweli Bisinde akaja hadi ndani. Kufika ndani akabidi aingie hadi chumbani kwa Sara. Wakaanza kupiga stori za hapa na pale. Muda huo kumbe babake na Sara akawa amerudi. Akawafuma ndani na kuwashtua. Ehe, niambieni hapo mmekuwa mnataka mfanye nini? Kumbuka babake na Sara alikuwa ni mkali sana, kwa mwanawe akamfuata yule Bisinde akamwambia, wewe njoo ale kutuma wengine ndani kwangu akamfokea sana na ule. Sara ikabidi aanze kumtetea Ebisinde, lakini kipindi anamtetea babake ambaye wewe tulia sasa. Kumbe babake na Sara alikupo hajui kwamba yule mwanamke anayetoka naye kwenye gari kila siku ni ndio mama yake na Ebisinde. Sasa ghafla mama yake na Ebisinde akafika na pale akamwambia nimwakuta watoto wangu mtoto wangu yupo yupo na huyu kijana sasa. Sijajua kama ni kijana wako, lakini hata kama ni kijana wako inawezekana vipi anaingia ndani kwangu na kuanza kufanya vitu vya ajabu ajabu na mwanangu. Sasa huku upande wa pili Sara akawa anamtetea abcd na kumwambia babake, baba, hakuna ile swala haiwezekani. Sasa akamwambia aha, kutokana na kwamba kuna vitu vinakupa jeuri, ikabidi aende akamnyang'anya laptop pamoja na simu. Kile kitendo pia kilimchukiza zaidi Sara, akaona huu baba, mbona kama vile ile swala linaendakuwa ananinyima haki yangu ki kiwarisia. Sasa cha msingi hapa ile triki yangu ambayo ndio iliyoipanga ya kutaka kutoroka, ikabidi sasa nifanyeje niitekeleze, lakini huku upande wa pili tunamwona ABC ndakiwa na mama uh, uh, ku, ku, ake mamake akawa anamfariji kama mwanangu, aachana na issue, yatapita tu, yule msichana ni wa kwako, kwa hiyo usiofu. Sasa upande huo tunaona kwamba lile lengo ambalo Sara alipanga ku, ku, kuondoka sasa ndo analitimiza, ikabidi aingia hadi katika ofisi ya baba yake ambapo alipoificha ile PC, akaenda akaichukua ile PC, akaenda kaiba pamoja na kadi ya benki ili kuweza kuhamisha pesa ambazo zitakuwa zipo katika akaunti hiyo baada ya kufanya hivyo Akabidi aingie moja kwa moja hadi chumani kwake, akakusanya begi lake, akaanza kutafakari sasa, safari inaanzia wapi iishe wapi. Likamjia wazo, akabidi sasa, hapa ngoja niondoke. Akachukua begi lake mdogo mdogo na kuelekea nje, ili aweze kwenda kuita taksi. Aa, ni kweli akafanikiwa kupata gari na safari ikaanza. Sasa hakujua kwamba ile gari ambayo alikuwa amepanda ni gari ya majambazi. Yule hakuwa ni dereva taksi, alikuwa ni jambazi ambaye anashirikiana na watu. Kwa hiyo ikabidi e, sasa katika kipindi wana, wanaelekea sehemu ambayo wanakwenda yeye ile gari ikachipuka kaenda sehemu nyingine. Ah, Sara kauliza, "Huku tunapokwenda wapi? Mbona kama sipaelewi?" Yule dereva akamwambia, "Wewe subiria tutafika maana hii ndio shortcut." Lakini kipindi ana, ana, ana, anastaajabu vitu hivyo. Akafika sehemu akamwambia kwamba Sara kwa bwana, "Hii gari ni kama imechemsha. Kwa hiyo subiria kidogo niangalie." Kumbe alifanya vile ni mazumuni kwa kuwaita watu ambao waliwaarifu wale, wale, wale, wale, wale, wale, alifu wakaingia moja kwa moja katika gari wakamwambia, wakamwambia Sara ayatoa kile alicho nacho, wakamonesha. Basi Sara akamwambia, toa kile alicho nacho, kuanzia hela, simu na vitu vingine vyote alafu. Baada ya hapo tunakuomba ushuke katika gari. Sara ikabidi afanye vile kama alivyoelekezwa, kwa sababu alikuwa na hofu na na kuogopa. Baada ya kushuka akamsukumiza huko chini, gari ka ikaondoka zake. Sara ikabidi abaki peke yake katika eneo lile ambalo halijui ni sehemu gani. Sasa baada ya kile kitendo kutokea, ikambidi Sara Ainuke na kwenda kutafuta sehemu ambayo anaweza kaonekana na kupata msaada. Huku nyumbani tunamwona babake na Sara akiwa ameshaandaa breakfast na kumgongea Sara akijua kwamba Sara yupo ndani. Lakini akagonga, baada ya kugonga kaona ndani hamna mtu anayejibu. Ikabidi aangalie katika simu yake akakuta message ametumwa notification kutoka benki aki kwamba kiasi cha pesa kimechukuliwa katika account yake. Kwenda kuangalia chipu au, au ile kadi akakuta kwamba kadi haipo. Na kuja kuangalia katika meza ile PC aliyoificha akakuta PC haipo. Fadha kabidi aanze kuchanganyikiwa, akasema sasa, huyu mtoto wangu atakuwa yuko wapi? Lakini moja kwa moja akaisi kwamba yule Bisinde ambaye anaikuaga karibu sana na mwanawe, basi ndio atakuwa amemtorosha. Sasa kipindi hicho anaandaa gari ili aweze kwenda kumtafuta. Ghafla akamwona Bisinde akiwa na mama yake. Akaenda kwa dada akamwambia, naomba mnielekeze jinsi, wapi, sehemu gani mwanangu yupo, kwa sababu namuona kama na kibao yupo na, na wiki jana. Akamwambia hapana huyu kijana hawezi kufanya kitu kama hicho kwamba ah, basi sawa, kama ndio hivyo, itabidi niende nifuatilie mwenyewe niende kumtafuta huko ninapokwenda. Ikabidi sasa, katika safari ya kwenda kutafuta, na Ebisinde awepo. Kwa hiyo ndani ya gari akawepo baba pamoja na Ebisinde yani, kiufupi ni kama baba na mkewe. Aka Ebisinde akawa anamuuliza maswali madogo madogo kwamba kilitokea nini, mpaka akamwambia awe tulia kwa sababu tumtafute, afu baada ya hapo tutaona nini cha kufanya. Sasa huku tunamwona kwamba Sara akiwa yuko barabarani hajui hilo, lakini kipindi sasa anatembea huku lafla wakamuona katika setmira kwamba Sara yule pale katika setmira ya, ya, ya gari. Ikabidi gari wairudisha nyuma na kwanza ku, ku, kuipaki pembeni. Baada ya hapo, wakashuka akashuka bisinde pamoja na babake Ebisinde akaenda akamkumbatia babake, naye akaenda akamkumbatia akasema, haya mwanangu, kabla ya yote kuongea nini na nini kilichotokea, hebu kwanza panda kwenye gari twende nyumbani ukanielekeze nini kilichokukuta mpaka ikabidi ikafikia hatua yeye kutaka kutoroka. Baada na ya hapo walivyopanda kwenye gari tunaona kwamba safari ikaanza kuelekea nyumbani. Alipofika nyumbani akawa kidogo ameumiamia amefungwa mabandaji hapa na pale, kisha akaleta chakula na baba yake. Akaambia: haya shida ni nini? Mbona umekufanya kitu ambacho sio cha kiungwana na wala sio kitu kizuri. Akaambia: baba hayo yote kwa sababu nini kuninyima uhuru hasa katika uhuru wa kimapenzi, lakini baada ya pale akaongeleka, baada ya kuongeleka akafanyaje? Akaisha, tunamwona kwamba akaandaa kama kapati kidogo ili aweze kusherekea juu ya swala hilo. Sasa hapa pale ikabidi ile safari ambayo alimwahi kumpeleka college nje ya nchi ndiyo itimie. Lakini sasa katika ile college ilibidi sasa waende wote kati ya Ebisinde pamoja na Sara. Sasa wakampakilia mabega yake tayari kwenye uh, kwenye gari ndipo safari ilipoelekea. Sasa huko mbele kinacho, kinachokuja kutokea kati ya uh, Ebisinde pamoja na mama yake Ebisinde au Sara pamoja na baba yake Sara hatujui ni kitu gani kitakachotokea.